E, mkuu wa kitengo cha masuala ya vihatarishi Bwana Amasi Rajabu yuko studio siku ya leo kwa ajili ya kutupa elimu kuhusiana na masuala ya vihatarishi. Mna majukumu gani hasa ambayo mnayafanya katika kitengo chako? Ni mfumo uh, wa kutambua, wa kufanya analysis, kutathmini na kudhibiti uh, vihatarishi ili visiweze kusababisha ofisi au taasisi kushindwa kufikia malengo yake. Kama ujafanya ukaguzi, lazima ujue kuna riski gani uh, kuna vihatarishi gani ni namna kuna gani, gani? Kunakuwa na muunganiko katika maswala ya udhibiti wa vihatarishi na maswala ya ISO certification. Tunazingatia ubora. Huwezi kuisimamisha mfumo wa ubora bila kuwa na mfumo wa usimamizi wa vihatarishi. Tuna manage, au tunadhibiti riski kidijitali, tume develop mfumo ambao unaitwa enterprise risk management system. Jukumu la kuhakikisha uh, tunadhibiti uh, riski katika taasisi hii ni jukumu la kila mtu. Tunasema leading by example. Hawa risk champions yeah, ni yapi hasa majukumu yao? Hii jukumu lake ni ku coordinate kuhakikisha kwa kwamba zinaibuliwa katika utaratibu wa unaotakiwa. Wakati wowote karibu sana ili uweze kutoa elimu. Shukrani Sh Sh Sh sana Mr. Yeah. Mwiki. Mko kitengo cha mawasiliano. Kwa haya na mengine mengi, usikose kutazama kipindi cha Ijue Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi Ijumaa ya wiki hii kupitia Ukaguzi TV.